Ndugu wa Tanzania, asanteni sana tena kwa jinsi mlivyotusaidia kwa hii ripoti yetu ya CNN ambayo imetoka hii leo. Imechukua muda kidogo, kwa sababu imekuwa kazi ngumu. Mimi mwenyewe nilikuwa kwa likizo kwa wiki mbili zilizopita, lakini sijapumzika. Nikiwa Ujerumani, nikaenda El Salvador, nikakuja Afrika Kusini. Nimeshinda nikizungumza na Watanzania, wamenitumia video, mamia ya video na picha. Nimeshirikiana na wenzangu